Sasa nimeshafika eneo la jikoni na hapa atakupeleka fasta fasta hapa ndipo kwenye mabilioni ya pesa kweli kweli. Hapa unapoona e, ndo kwenye uwekezaji. mpira huu utakuwa mbashara majira ya saa kumi kamili, na mitambo yote iko hapa hapa. Kuna obivani mbili za mabilioni ya pesa, yaani sikupe shaka ikatokea hata moja ikawa na itrafu yoyote, hatutakuwa na zile sababu za kiufundi. Obivani nyingine iko hapa imetulia na kupeleka walau kwa haraka haraka Eh, uweze ukaona vijana wakiwa eh, wanaendelea kufanya kazi zao. Unaweza ukaona, hii ni mitambo yetu ya Azam. Huu ni uwekezaji wa hali ya juu kweli kweli, mambo yanakwenda sawa sawa, na in case lolote likatokea, sisi tuko sawa sawa, tuko timamu. Mtambo mwingine wa maana kabisa huu wapo, eh, tuko vizuri, tumejipanga. Na unapojua muda huu ni muda wa production, unaweza ukaona watu wako hapa wanaendelea kufanya kazi zao eh, inginia wanafanya maovi yao, lakini huyu ndio mwenyewe Hassan, sintompa nafasi ya kuzungumza kutokana na muda, lakini huyu ndiye rubani wa hiki chombo unachokiona kwa maana yeye ndiye driver. Lakini vijana, kama ambavyo nimekuambia, shughuli zikiwa zinaendelea, watu wako bize kule kwa ajili ya kujiweka sawa sawa. Director, uko sawa sawa, sawa. mimi naomba nikute kwenye eneo lako sawa sawa Vijana, unaona hapa wakiwa wanaendelea kufanya mambo yao huo. E, kuna ile mitambo fulani huo unaiona imefungwa fungwa hapa kifuani e, namna hii unaona hapa hawa eh? Ndio vijana wale wa Afcon ambao walikwenda kule Afcon kutoka Azam TV kwa ajili ya mambo sawasawa. Na mwamba hapa, nawaweka sawasawa, tuko vizuri. Wema uko vizuri, uko uko sawasawa basi kama, bas, kama ambavyo wamekuambia wako sawasawa sawa, mambo yanakwenda kama hivyo, shughuli kule, unaonda tunakwenda kiprofessional. hakuna vitu vya ubaishaji unaona, kule watu wanabeba kiprofessional. Hatubebi mabegani. Hii ndio Azam TV, watu wamewekeza fedha kwa kuhakikisha kwamba wanakuletea burudani kwa ung'avu kabisa wa HD <mulia>